Profesa Kithure Kindiki amesema serikali inaendelea kuwalipia Wakenya wasiojiweza milioni mbili nukta mbili bima ya afya ya jamii kama hatua inayonuiwa kuhakikisha upatikanaji wa huduma bora ya afya kwa kila mmoja. Kindiki anatoa wito kwa Wakenya kuendelea kujisajili katika halmashauri ya afya ya jamii, SHA, akisema serikali inalenga kuwasajili Wakenya milioni 55 chini ya halmashauri ya afya ya jamii kufikia mwaka 2027. Na spika wa bunge la kitaifa Moses Wetang'ula anatoa wito kwa umoja wa jamii ya Waluhya pamoja na kujisajili kwa idadi kubwa eneo la magharibi ya nchi kabla ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2027.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 Naibu rais amesema Wakenya milioni 2.2 kwa sasa wanapokea huduma za matibabu bila malipo chini ya halmashauri ya afya ya kijamii SHA, huku akiwahimiza Wakenya kuendelea kujisajili. Sasa Wakenya milioni 26 na nusu wamejiandikisha, tunataka ifike milioni 30 ifikapo Disemba mwaka huu, milioni 45 ifikapo Disemba 2026 na milioni 55 ifikapo Disemba 2027. Ameongeza kuwa uchumi wa taifa hili umekuwa kwa kiwango kikubwa chini ya serikali ya Kenya Kwanza, akitaja kuimarika kwa shilingi ya Kenya ikilinganishwa na dola ya Marekani. Moses Wetang'ula amewarai wakazi wa eneo la magharibi ya nchi kuungana na kuzungumza kwa sauti moja na pia kujisajili kwa wingi kuwa wapiga kura kabla ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Sisi tuendelee kutafuta marafiki, kwa sababu hata tukiwa wengi peke yetu hatuwezi. Katiba inasema lazima tukuwe na kaunti ishirini na nne. Sisi jamii yetu tukuwa na kaunti tano, hii Western yetu, tunataka tutembee nyumba moja, tutembee barabara moja. Aidha, amesifu mpango wa serikali wa kuwapa wakenya uwezo wa kiuchumi, akisema ni muhimu katika kuwapa uwezo wa kiuchumi wa wanawake hususan katika maeneo ya mashambani. Nyinyi mama zetu, kama una stok ya shilingi elfu mbili hapa Lwandeti, unakimbiza magari kuuza nyanya, ukimaliza hii, ukiongezwa elfu tano stoko yako inaenda wapi? Juu tilio marco darubini wikendi